Nimemwona jogoo akiwika gizani, nikajiuliza, alijuaje kwamba ni alfajiri? Alioteshwa au ni kwa mazoea tu ya kudhani pamesha pambazuka? Kumbe ndivyo ilivyo, ukiishi kwenye giza kwa muda mrefu, mwanga wa ukweli utakapotokea, unaweza kukupofusha. Swali ni je, umejiandaa kuona kisu mwanini? Yeah, Dayzoo, siku zote chui hakamatwi kwa mkia, ila ikitokea umemkamata hupaswi kumwachia. Sasa ule wasaa mwafaka nadhani umekaribia, wa kisu kukata mwani, ni ule wakati wa kushuhudia kisu mwanini. Shari haitokuwapo tena, ni dhahiri muda umefika wa utata kumalizika. Ukitazama kwa makini utagundua gari bado nzima, ila dereva ndo kachoka. Aliyesema fisi hali nyama mtoto wake, unadhani aliongopa? Ndio anacheka ila wanaogopa, usione wanacheka, moyoni wameyaweka. Wangejua utajiri wa moyo ni bora kuliko wa pesa, shinikizo la damu na stress visingewatesa. Sasa kisu kinakwenda kukata mwani pembezoni mwa bahari, na uhakika wanaikumbuka ile methali ya zamani iliyosema, atangazaye mirimo si mwana wa ruari. Tatizo asiyekuwa na shukrani, hata akipewa kila kitu bado tu atatamani. Ni kama ndege aliye hewani, haoni uzuri wa kiota chake ndio kawaida ya hulka ya ndani, nyani hata akivaa suti bado ni nyani. Kisu mwanini, kisu baharini kwenda kukata mwani. Na siku zinavyozidi kwenda, ndipo atapozidi kuona kwamba kumbe hata sungura anang'ata akibanwa kwenye kona. Maisha ni mwendo, sio kukimbizana, acheni uhuni. Mkiwa na shukrani, mtapunguza huzuni. Kinachowashughulisha ni uchache wa maarifa na ushamba, tuseme tu kweli. Hivi mke wa kipofu anahitaji kujipamba ya nini? Kupata hofu kwa mambo yasiyo na ushuhuda. Maisha ni mwendo, sio kukimbizana, kwa kitakachowakuta lazima mtapoteana. Kisu mwanini, wala hamtoamini. Na kwa kuwa dereva ameshachoka hakawi kuaminisha kuwa gari ndo limeharibika. Mtashangaa mwendo, mtashangaa mlio, mtashangaa gia zinavyoingia bila mpangilio. wenzenu wanachofanya mwenye shingo ngumu ndiyo anayempa nafasi ya kuwa wa kwanza kwenye kubeba msalaba, huku wakiishi kwenye imani ya buimanda, malipo yake parapanda. Kisu kimenolewa barabara kukata hata visivyokatika, sembuse mwani. Ndio mseme hauto katika? Kisu mwanini, mwani hauna pa kukimbilia. Kama naiona aibu inayokuja ni aibu ya kujificha kwenye kivuli cha mpapai. Kisu kitakapofikia mwani kitatafutwa kivuli cha jangwani. Ni aibu ya mfalme na ndugu zake, aibu ya funzo kubwa la mkia wa nyati, haufichi makalio yake. Kisu mwanini, tulieni, mtaona haraka ya nini? Eti huelewi nazungumzia nini? Nazungumzia kisu mwanini, yaani kisu kwenye mwani kule baharini. Kisa cha kisu kukata mwani ndio kisa cha kisu mwanini. Maneno makali na hoja hafifu, wala sio vitakavyomaliza hii shari hii itamalizwa na kisu mwanini, niamini mimi, maana utu ni kuona wengine kama ninavyojiona mimi, na utu hautumiki. Mkono ulishao tena haukimbiliki, nyumba ya mwambao isokuwa na hatimiliki, yeyote pale kwao Wasomanga mpaka kikatiti, iweje iwe yao? Nyie na sisi vipi? Kisu mwanini, ni muda wa nyani kuanguka kwenye mti. Kisu mwanini, kisu kinakata mwani. Kisu mwanini. Dayzoo.